Galilaya heboristi ndo mimi ninayezungumza muda huu ndugu zangu, nimewaletea haya mafuta ambayo watu wengi sana yanawasaidia watu wengi sana wananufaika nayo. Sasa nikaona ni vizuri zaidi mimi Dr. Fungilwa nikapata kuwaelezea kwa ufupi tu juu ya faida na kazi za mafuta haya ya habati nuksi. Ndugu zangu ninaomba mnisikilize kwa umakini sana, kwani kuna watu wanapata shida. Sasa ninatumaini video hii itaenda kumaliza changamoto hiyo ambayo inapelekea watu wanapata shida. Moja, mafuta haya ni mazuri zaidi kwa mtu anayetaka kuomba kitu ili apate kwa urahisi. Ukiona huko kwenye mahusiano, ukitaka kumuomba mpenzi wako fedha, gari, nyumba, uh, ukitaka kumwomba kitu chochote ambacho unataka lakini anakuwa ni mgumu kutoa. Yani ukiona chochote unachotaka kumwomba kwa mtu wako anakuwa ni mgumu kutoa, basi tumia mafuta haya kujipaka mara kwa mara. Ukishajipakaza kwa manuizi, mnuilizie kwa kutaja jina lake la babake na la mama yake na ukoo wake, mnuilizie chochote unachotaka kusema chochote ambacho nakitaka kutoka kwake. Baada ya hapo, jipakaze mwili mzima, kisha funga safari, nenda kamuombe kitu nachotaka, atakupa kwa urahisi. Ukitaka mtu akupe kitu kwa urahisi, basi tumia mafuta haya ya Habati Nuksi kujipaka kwenye mwili wako. Kwa hiyo ninatumaini watu ambao mna wapenzi wenu, ukiona ni mgumu mgumu, bahi, bahili kutoa hela, mbahili kutoa kitu chochote nachokitaka na unajua nacho, basi tumia mafuta haya ya Habati Nuksi. Utapata unachokitaka. Mimi dr Fungilwa, aminini nawaambia, nimewaambieni. Lakini pia mafuta haya pia yana uwezo mkubwa sana sana sana kwa wanaotafuta kazi. Ndugu zangu, kuna watu wamesoma, kuna watu ni maprofesa, kuna watu wana degree zao, kuna watu wana madiploma yao, lakini wanajaribu ajira hawapati, wanajaribu huku na huku hawapati. Sasa ndugu zangu ninawaambieni, ukitaka kupata kazi kwa urahisi kama umesomea fani hiyo unayoenda kuiomba, siku ya interview, tumia mafuta haya kujipaka siku saba kabla hujaenda kwenye interview, tumia mafuta haya kujipaka siku saba kabla hujaenda kuomba nini? Kabla hujaenda kuomba kazi, Mwenyezi Mungu atakujalia utapata kazi kwa urahisi sana sana. Mimi ndo nawaambia, lakini kuna watu huwa wanataka kukubalika. Saizi tunaingia kwenye uchaguzi huu, mwezi wa mwaka huu, mwaka 2025 tunaingia kwenye uchaguzi. Wewe hata kama unagombea ubunge, udiwani, uh, unagombea pia mwenyekiti wa wa kitongoji mwenyekiti wa kijiji mnane, lakini huwezi kugombea. Unajua eh, eh, kuna mtu mwingine atasema kwamba, okay, haya ni mafuta ya kupata kazi, so hata mtu akitaka kugombea eh, kwenye sehemu ambazo unafani nazo, hapana, gombea kama unajua una uwezo wa wa, wa, wa wa kusuccess lile jambo ambayo unataka kuligombea, basi tumia mafuta haya. Kama unataka kukubalika na watu, tumia mafuta haya. Kama unataka kukubalika na hadhira yako. Kwa hiyo, yote anayetaka kukubalika kwenye jambo lolote lile kwenye maisha yake, unataka kukubalika kwenye jamii, unataka kukubalika kwenye uongozi, unataka kukubalika kwenye kila sehemu, basi tumia mafuta haya ya Habati Nuksi, kujipakaza mara kwa mara, hakika utakubalika. Tumia mafuta haya ukinuilizia hitaji lako basi utakubalika kila unachotaka. Lakini mafuta haya pia yana uwezo mkubwa sana wa kusafisha mwili. Unajua kuna watu wengine wana magundu, kuna watu wengine wana marana, kuna watu wengine wana mikosi ya kutosha, ametumia madawa juu ya madawa, mbele ya madawa, hajafanikiwa. Ukitumia mafuta haya mwili wako unasafishika vizuri, vifungo vyote kwenye mwili wako vinaondoka lakini pia inasafisha nyota yako, riziki yako. Kama Mungu alikupangilia we utakuwa ni mtu fulani kwenye jamii, sasa kutokana na vifungo, kutokana na na mishari na mibalaa kwenye maisha yako, imepelekea riziki yako upati, basi tumia mafuta haya kujipakaza mara kwa mara. Riziki yako vile ulivyopangiliwa kwenye maisha yako itakuwa riziki yako vile ambavyo Mwenyezi Mungu wako amekupangilia itakuwa ni hivyo lakini mafuta haya pia yana uwezo mkubwa sana wa kuleta mvuto katika ndoa. Kuna watu wengine e, ndoa yao ni ugomvi mara kwa mara. Kuna watu wengine ndoa yao ina misukosuko. Kuna watu wengine pia mahusiano yake hayana amani. Kuna mtu mwingine pia mahusiano yake ana ya vitimbwi vingi. Kuna mtu mwingine ameolewa lakini ndoa yake haina ustahimilivu. Sasa ukiona una changamoto yoyote ile kwenye ndoa yako, ukiona una changamoto yoyote ile kwenye mahusiano yako, basi unapoishi tumia kudekia mafuta haya ya habati nuksi, ukinuilizia amani kwenye mahusiano yako, ukinuilizia amani kwenye ndoa yako, ukinuilizia pia amani kwenye biashara zako, ukinuilizia pia amani kwenye kwenye uchumba wenu. Na kuambia ukitumia mafuta haya kwenye swala la kimahusiano, ukitaka mahusiano yako yawe vizuri, utafurahia kwa sababu ni mafuta ambayo ukiyatumia kwenye mwili wako yanaleta amani kwenye mwili wako, yanaleta amani pia kwenye ndoa yako. Kwa hiyo ukitaka amani kwenye ndoa yako, basi tumia kudekia kwenye nyumba mnayoishi tumia pia kujipakaza kwenye mwili wako, ukinuilizia amani kwenye mahusiano yako, yawe ni katika ndoa mahusiano ya uchumba na kadhalika. Lakini pia mafuta haya yana uwezo mkubwa wa kuondoa jini mahaba na kuondoa nuksi zote za jini mahaba. Ndugu zangu, za jini mahaba ni mbaya sana. Jini mahaba ndo anayefanya mtu kipata fedha zisikalike. Jini mahaba ndo anayefanya kwamba uwe unachukiwa na watu bila sababu. Jini mahaba ndo, ndo shetani ambaye anakufanya wewe uh, mahusiano yako yawe yana ugomvi ugomvi jini mahaba ndo anayemfanya mwanamke wote anashiriki tendo la ndoa, ndo anayemfanya mwanamke wote ananyonyesha, ndo inayemfanya mwanamke wote amebeba mtoto manjozi mengi sana ma. Sasa madhara ya jini mahaba ni upotevu wa fedha bila sababu, unapanga malengo na misheni zako hazitimii. Kukiona unaota haya manjozi niliyoyataja, basi ni ishara kwamba una jini mahaba. Sasa ukitaka kutumia mafuta haya kwa ajili ya kutoa jini mahaba kwenye mwili wako, basi tumia kujipakaza kwenye mwili wako asubuhi na jioni, huku ukichoma kwenye hicho chumba unacholala hutoota tena manjozi juu ya jini mahaba, hutoota tena manjozi ya ajabu ajabu kwenye mwili wako. Sasa ndugu zangu, na mwisho mafuta haya yako vizuri zaidi kwa kuzima midomo makazini. Kuna watu wameajiriwa. Sasa kama wameajiriwa ajira zao zinasemwa, ajira zao zinapigwa danadana, ajira zao makazini wanasengenyana, wanadharauliana, wanatukanana na wana kadhalika. ko ukiona wewe umepata ajira sasa, kwenye ajira yako kuna vimdomo vimdomo sana vinajitokeza, lengo achisho kazi, basi tumia mafuta haya kujipakaza unavyoenda kazini, nuilizia amani kwenye kazi yako, amani kati yako na bosi wako, amani kati yako na wafanyakazi wenzako huku ukimshirikisha Mungu kadiri ya imani yako, na kuambia utaenjoy mafuta haya, utaenjoy kazi ya mafuta haya, utaenjoy kwa sababu ndani yako hivi, kama unavyoyaona ndani yako hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, ninadhani kama kuna mtu ana changamoto ya kusemwa semwa, sio kazini tu, hata iwe mtaani unasemwasemwa na watu, majirani zako wanakuchukia bila sababu, kazini unasingiziwa unachukiwa bila sababu mama mkwe wako anakuchukia bila sababu, au baba mkwe wako anakuchukia bila sababu, awe wakwe wanakuchukia bila sababu, tumia mafuta haya kwa manuizi kuondoa chuki kati yako na hao wanaokuchukia na kuambia utafurahia mafanikio yake baada ya kutumia mafuta haya. Ni mimi Dr Fungilwa, ninaomba niishie hapo. Ndani ya mafuta haya yapo kama hivi unavyoona, umeona um. mafuta yalivyo ndani haya, haya ni mafuta original ya Habati Nuksi. Achana na mafuta ambayo sio original ambayo yana rangi fulani fulani hivi, lakini yenyewe original na rangi hii hapa. Na mafuta haya yanapatikana kwa wingi zaidi katika ofisi yangu, niko Njombe mjini mtaa wa Nzenge katika barabara ya Chalinze. So yeyote mwenye uhitaji wa mafuta haya, basi ninamkaribisha, yanapatikana kwa wingi sana. Asanteni sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Nitafurahi zaidi wewe ambao utasikiliza video hii, uta like kushare na kusubscribe. Asanteni sana, niwatakie mafanikio mema mtakapoenda kutumia dawa hii. Asanteni sana.